Taarifa muhimu kwa wahitimu wa kidato cha nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne kuhusu fursa ya kubadilisha machaguo ya tahasusi ya kidato cha tano na vyuo ya kati na elimu ya ufundi kwenye mfumo wa kielektroniki wa uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga na kidato cha tano na vyuo ikiwa ni maandalizi ya awali ya uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga kidato cha tano na vyuo vya serikali kwa mwaka 2025. Itakumbukwa kuwa serikali imekuwa ikitoa fursa kwa wahitimu wa kidato cha nne kufanya mabadiliko ya machaguo ya tahasusi, yani combination, na kozi mbalimbali walizozichagua kupitia fomu ya uchaguzi, yani selform. Fursa hii kuwawezesha wanafunzi kurekebisha machaguo yao kulingana na ufaulu waliopata kwenye matokeo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 kuweza kufanya mabadiliko ya machaguo yaani tahasusi ya kozi kwa njia ya mtandao yaani online. Baada ya wanafunzi kufanya marekebisho hayo, kanzidata hiyo ndiyo itakayotumika kuwachagua na kuwapangia nafasi za kidato cha tano na kozi mbalimbali mbali katika vyuo vya kati na vya elimu ya ufundi kwa kanzidata, sifa za ufaulu na machaguo waliochagua.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 Ndugu wanahabari, ni matumaini yangu kuwa wahitimu wote watatumia kwa ukamilifu fursa waliopewa ya kubadilisha tahasusi na kozi kulingana na ufaulu waliopata. Pia wataweza kusoma tahasusi au kozi ambazo wamefaulu vizuri ama wana lengo nalo zaidi. Zoezi la kubadilisha tahasusi na vyuo litaanza rasmi tarehe thelathini na moja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 wawasiliane na dawati la huduma la mteja kupitia barua pepe huduma atamisemi.go.tz. Nitarejea, iwapo kutatokea changamoto yoyote wakati wa kubadilisha tahasusi au uchaguzi wa aina yoyote, mwanafunzi awasiliane nasi na kupitia dawati la huduma kwa mteja kupitia barua pepe huduma atitamisemi.go.tz au tuwasiliane moja kwa moja kupitia kituo cha huduma kwa wateja kwa simu namba sifuri mbili sita mbili moja sita sifuri mbili moja sifuri au mbili sita mbili moja sita sifuri mbili moja sifuri pamoja na namba sifuri tatu tano moja sita sifuri mbili moja sifuri. Aidha, pamoja na maelekezo hayo kwa wanafunzi au wazazi na walezi, yeyote atakayekuwa na suala linalohitaji maelekezo au ufafanuzi zaidi aende katika ofisi za elimu za mikoa na halmashauri katika mikoa yote nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.